Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitisha ufadhili wa USAID kwa nchi kadhaa, uamuzi ambao umesitisha sekta muhimu kama sekta ya afya, kilimo na elimu katika mataifa yaliyoendelea. Licha ya kusitishwa kwa miradi ya USAID data kutoka kwenye tovuti ya misaada ya kigeni ya Marekani yani US foreign assistance inaonyesha kuwa Marekani bado imejitolea kusaidia mataifa mengi ya Afrika kupitia fedha zilizotengwa na serikali hiyo, ambapo bado idara nyingine kama wizara za afya na tume ya biashara ya shirikisho zinaendelea kutoa uhifadhi katika nchi zilizoendelea. Pamoja na kusitisha kwa miradi ya USAID, Marekani bado imeahidi misaada mikubwa wa kifedha kwa nchi kumi za Afrika. Nchi hizo ni zifuatazo. Nchi ya kwanza ni Sudani, itapokea msaada wa bilioni 660.2 . Nchi ya pili ni Ethiopia ambayo itapokea msaada wa takriban bilioni 493.5 . Nchi ya tatu ikiwa ni Somalia ambayo itapokea shilingi bilioni 373.3 . Nchi ya nne ikiwa ni Kenya ambayo itapokea shilingi bilioni 341.3 . Nchi ya tano ikiwa ni Tanzania ambayo itapokea msaada wa 20, bilioni mia mbili sabini na tano. Nchi ya sita ikiwa ni Rwanda ambayo itapokea bilioni mia mbili sitini na nne nukta nane. Nchi ya saba ikiwa ni Afrika ya Kusini ambayo itapokea msaada shilingi bilioni mia mbili thelathini na tisa nukta tano nane. Nchi ya nane ikiwa ni Msumbiji ambayo itapokea msaada bilioni mia mbili kumi na tatu nukta tisa nchi ya tisa ikiwa ni Misri ambayo itapokea msaada bilioni mia mbili na nne nukta tatu. Nchi ya kumi na ya mwisho ikiwa ni Uganda ambayo itapokea msaada wa shilingi bilioni mia moja sitini nukta tatu. Hii ni Sawa Sawa Digital, habari kiganjani kwako. Endelea kusubscribe chaneli yetu kwa ajili ya kupata update mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.